Hatukukuja na kitu, tulikuja gisi mnatuona, lakini wakitupa chakula, wakitupa vazi, ni vitu vidogo Havita tu garantir, havitatupa maisha ya kudumu. Tunaomba afse, tunaomba komunote international, tunaomba Ameriki waturudishe kwetu Uvira, watutafutie usalama, turudie kwetu Uvira. Tunachoka na kubeba watoto migongoni, tunachoka sana na tunawaomba watu ambao wamebaki Uvira wamo hatarini, ni lazima muwatafutie usalama. Tunasema na tunawashukuru. Baada ya kukimbia mji wa Uvira ulioachwa na AFC M23 na baadaye kudhibitiwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo, baadhi ya familia zimekimbia mji huo, hasa watu kutoka kabila la Wanyamulenge. Wandugu wapendwa, na pole sana kwa wakimbizi, pole kwa kilichotokea huko Uvira. Tulipokea hawa watu tukawafikisha kwenye masomo na wengine wakakuja hapa kwenye hizi biro za serikali, na wengine wenye walikuwa nafasi ya kwenda walienda kwenye mafamilia pokezi ama mafamilia K. watu hao mnaona hapa, viongozi wapendwa, wanapitia shida ngumu sana hapa. Kwenye wako hakuna maji hapa, kwenye wako hakuna umeme, hata chakula hawana, wengine hawana nguo, wengine hawana viatu, wengine kusudi walale walilala kwenye maofisi zetu kuburuya na hivi sasa tunapatikana katika mji wa Kamanyola ambako viongozi wa FC M23 wanatembelea wakimbizi uh, ambao wamekimbia mji wa Uvira. Wengi wao wakiwa ni Wanyamulenge ambao wamekimbia mji wa Uvira baada ya mji huu kuachiwa kuachwa na FC M23 na baadaye kutekwa na wazalendo pamoja na jeshi la serikali. Baadhi yao wamekuwa hapa lakini ukiona ni kwamba wamekuwa katika bumbuazi na wengine mshangao mkubwa, kuona kwamba wameacha makazi yao. Baadhi yao wako hapa katika mji wa Kamanyola katika eneo la Walungu, ambako hawana msaada. Upande mwingine, ukiona kama hapa, hawa ni akina mama, yani wanawake eh, hapa unaweza kuona kuna wanawake hapa, vile vile kuna wazee. Ukiona huu upande mwingine, vile kuna wanawake ambao wame Muka kukimbia muji wa Uvira kuhofia usalama wao tu. Tulinyanyasiwa na Wazalendo na FRDC na Warundi, walituwatakia wakatutosha Uvira, wakatufikisha mpaka Manyoni, wamoya walikia la mugulu, wengine akafia na pikipiki. Tunaishi mubaya sana. Watoto hawana chakula hawana swe medikojo hawana madawa wanagonjwa na ivi bame wanalazwa kwenye hospita, tuko na wajawazito wame wabiko na avorté wengine wanazala, wana, habana hata na maternité kwebatazalia na wazee na wengine wanalala mubaya, kunakuta mufamilia moi na akeire omwe 5 famile kwe chambre salo. Tunaomba turudie Uvira, ndiyo AFC itusaidie turudishe Uvira, twende ikala kwa amani. Watutoshe wazalendo na na, FRDC na warundi watoke Uvira, AFC ikuye join natupatie amani, tuikale kwa amani. Esperance Mororunyu, mimi nilifika Kamanyula juu ya kukimbia, niko refugee, niliogopa vita ya wazalendo na FRDC. Hali ya kimaisha ni mbaya, haiwezi kuwa mzuri. Yani tulinyanyaswa, vyetu vilibakia Uvira. nahitaji turudie Uvira, ni hapana. Mungu atasaidia, utaishi Uvira tu. Tutarudia yani, Uvira ni yetu, haiko yavo tu, tuko Wakongomani, tuna haki ya kuishi Uvira. Mara haki ya kuishi Uvira, Joli ambao kwa sasa wapatikana katika mji wa Kamanyola unaopatikana kwenye kilomita zaidi ya sabini na mji huu wa Uvira, hatutaomba hatutaomba aide humanitaire. tunaomba mturudishe Uvira, tunaomba mturudishe Uvira turudie kwenye maparsele zetu juu sitasema, turudie kwenye manyumba zetu me, mtu atakuwa anatia bashe na mtakusaidia bashe, kila mtu bashe yenye atakuwa anaweka kwenye parsele yake metujisikia tuko Uvira. Hiyo ndiyo rekomandasion yetu, na tunajua kama mtafanya hivyo, na, na, na ndilo jambo ambalo litatufurahisha nyuma ya hili jambo, atuone jambo lingine ambalo linaweza tufariji. Asante. Hatukukuwa na haki ya kushota maji sawasawa na wengine. Kuna wamoja wetu ambao wamepigiwa kumabomba eti waende shota maji ya Rwanda. Imagine vous tu vive a Uvira on te dit d'aller puiser de l'eau au Rwanda, utaweza utatia maji ya bugali yenye unatoa Rwanda na unaishi Uvira? Jibu ni hapana. Mbele ukogesha mtoto uende shota Rwanda ukie kogesha mtoto Uvira lakini tukavumilia, tukasema nchi ni yetu, tutabaki kwetu. Tulipoona afse inajiretire, tukasema hatuwezi tena kungoja damu imwangike na turudilie maisha mabaya. Sasa tunauliza kwa nini nchi, kwa nini ulimwengu, kwa nini communaute international, kwa nini nasio zini, kwa nini amerika inatuchukia? tumefanya zambi gani? Ni vizuri watuambie zambi hiyo tuiungame, ili tupate haki ya kuishi sawa sawa na wanawake wengine na watoto wetu waishi maisha ya mzuri. Tuna wamama wajawazito hapa, tuna watoto migongoni. Tutaishi maisha gani? Tutaishi aje kwa hali hiyo? Neno la mwisho ni ombi. Hatuombi kuko vitu ambavyo mnaweza kutusaidia, munatupatia mangu. Hatu hatukukuja na kitu, tulikuja gisi mnatuona. Lakini wakitupa chakula, wakitupa vazi, ni vitu vidogo, havitatugaranti, havitatupa maisha ya kudumu. Tunaomba afse, tunaomba komunote international, tunaomba amerika waturudishe kwetu Uvira, watutafutie usalama turudie kwetu Uvira. Tunachoka na kubeba watoto migongoni, tunachoka sana, na tunawaomba watu ambao wamebaki Uvira wamo hatarini, ni lazima

Jacques wakabindula, paske tu alipartisipaka kumarshe, alikamata megafone iko na mobilize. Tunafurahi jinsi AFC likuya ilikia tulivere tunakuwa na amani, balimua na majiwe ruto mwana mama umwana fundisha ku masomo ya, ya, ya, ya STI ni nafundisha anafundisha makabila zote banamua paske tu anafanana Banyamulenge na ile masomo wanasema vanani ni ya Banyamulenge alikufu sasa, kama kweli bale valirudia juu ya amani, na kama kweli watu hivi iyenye tuko tunasoma, muma resu soiu watu batu bongo balienda disi, wanasema anasemagase balienda Rwanda o wanaenda junga km 23 porkwa walidetruire manyumba zabo ini kestio y elifot kujipoze eanalize sa avec realisme pourquoi ma nyumba za Wanyamulenge zote zilibomolewa? bange bakuta bange bacha bazima ha bange bacha basi. Ninye viongozi tunavalomba, batotetu tetu wanataa vakia vamaibobo, hakuna masomo za mzuri hapa, na kama ziko tutatoa mamwaye ya kuvasomesha kuva wapi? Shie venye tulikuwa vaja de leta nama matrikile vatakata, tunavalomba avec realisme, avec nkere vert, mutusaidie muturudishe Uvira, njoo atu zetu zote ziko panga, jedije vamei wakiwa wazee, wanawake na watoto, wameomba kurejeshwa kwa haraka nyumbani kwao, kwani hawataki misaada yoyote. Lores Kanyuka ni msemaji wa AFC M23, amekuwa katika timu na ujumbe ambao umetembelea wakimbizi hao wa ndani walioogopa mauaji mjini Uvira, ambao tangu Jumapili uko mikononi mwa serikali.

na saa tuko natoka na mbele tu, tu, tu, tufike pale kukilalo vingine, baisha baanza kubapiga kubanyumba zabo, baisha kubakamata bitu zabo tulibaacha. Na vingine banakuya huku, tunakuwa kubasalimia kubapatia pole, tuko pamoja, lakini wanasema kwamba mumefanya vibaya, bibaya towagogoa tena kuacha katika simba.

vile ilikuwa mbele biko natuma mabombe tena kwa maposition zetu, biko natuma mabombe na kwa plateau. Sasa tuko nasema na community internationale, aona bine iko napatikana sai Banyamulenge biko na baua pale na banyumba zabo, eglise zabo bitu yabu yote, biko na bana kimbia bana kuya biko na bafata tena ena bine biko pale kiliba mabombe ziko na bakuli bapigia siku yote masasi kuna kuya, tunarudia tena sai ile kwa mbele Tugomboa ile Uvira biko na pura mabombe sa yote na tisa yote kona sumulia nanie na mabombe ikonatoka Uvira, ikonafata Banyamulenge farde bene banakimbia. FARDC baisha ngia bana anza na Wazalendo na bina batu bingine ba elemente armee a tué kama ba FDLR kama banani baiko pale nabo pia, ikonafanya siku yote depuis dimanche kutuma mabombe kukuya ku plateau. Na kone bingine Banyamulenge banakimbia bafika hapa kukaa <coughs> manyola bingai munjia biko na batafuta ba uwe pale kunjia. Sasa mtalinda namna gani hao wakimbizi hapa? Tuko naenda hapa ku meeting, tutasumbulia hivi tutafanya. Wazalendo walionekana katika mji wa Uvira wakipiga risasi hovyo hovyo na kusababisha hofu kubwa. Moise Nyarugabo ni seneta wa Kivu Kusini ambaye tumekutana naye hapa Kamanyola, wilaya ni Walungu, kilomita zaidi ya sabini na mji wa Uvira. Seneta Mwezi Nyarugabo, tuko hapa Kamanyola, kwa nini uko hapa? Tumekuja kuwaona ndugu na marafiki waliokimbia mtu Uvira wakati jeshi la AFC limeweza kujiretire. Uliweza kuwa mamenas na mwisho wa mauaji na uporaji na mambo mengine mabaya sasa wale waliokimbia sababu walikuwa wakiogopa kuuliwa, wanakuwa wadeplase hapa Kamanyola, ni wao. Tumekuja kuwaona na kuwaletea salamu za pongezi, lakini wanasema kwamba hawataki msaada, wanataka warudi nyumbani. Na wewe ni kama mtetezi wao? Ndiyo. Unasemaje? Mimi nakubaliana nao sababu Uvira ndio kwao, hata kama waharibifu wamefika wakaweza kubomoa nyumba zao. Unajua, mtu akibomoa nyumba yako, si kukwambia tu kama anakuchukia, lakini ni kukwambia nakuchukia, uende na usirudi. Sababu aki, akichukua nyumba yako anaishi ndani, inamaanisha siku tarudi, utachukua nyumba yako, unaendelea kuishi. Lakini akiibomoa na kutoa hata manjanja na kutoa kila kitu, ni kukwambia sikupendi na kuchukia na sipendi urudi, na hiyo ni message, message mbaya sana kwa hiyo na, nimekwambia nakubaliana nao kama wanapashwa kurudi na watarudi, sababu hii nchi ni yetu sisi wote, ili jimbo ni jimbo letu sisi wote, i mtaa ni mtaa wetu sisi wote, jiji la Uvira ni, ni, ni jiji letu sisi wote. Kwa hiyo tutaishi pamoja kwa njia ya upendo, kwa njia ya kusikilizana au kwa njia zingine zote ziwezekanavyo. Sababu hakuna namna na hakuna mtu atakayefukuzwa ndani ya nchi yake na aende huko aishi huko milele. Watarudi na wanapashwa kurudi kwa wema au kwa njia zingine, lakini mbele ya hayo wanapashwa kuishi. Wameondoka ndani ya nyumba zao hawana chakula, hawana dawa, hawana hata fasi ya kulala. Ndiyo maana ilikuwa ya muhimu kuwatembelea na kuwaletea msaada, mchango wa msaada kidogo, lakini pia na kuwapa moyo, kuambia kama watarudi, na mbele warudi waishi. Asante sana, asante wengi. Wakihofia ya maisha yao, waomba usalama turaivamo turaivanamo na vandi

Niko hapa Kamanyola, tumefika kuangalia ndugu zetu ambao wametoka wame, wame Uvira sababu ya, ya kukimbia wasifanyiwe mauaji ya, ya kikatili sababu najua Uvira wakati AFCM23 imetoka kumetoka kabisa maneno ya kusema kama hii ni mwisho takuwa apokalipse kwa Wanyamulenge ambao watabaki wa ufifi na wameamua kutoka sabu, wa kuponyesha maisha yao. Ndio maana tumefika kuwaona, sisi kama mabalozi wa amani tumefika kusudi tuwaone, tuwapee, tuwa pole na tuwaambie kama ni shida ya uongozi mbaya ambayo na tukumba kwa hapa.